Dem, mi nakwambianga wewe utarudi kwenyu. By the way mi saizi nafanya shopping imeisha kwa wiki na, kila wiki nakula kule pole pole. Unakula aje? Vitu nakula na shautie udem, mi tunashangaa udem vile anakula, venye dem ni mrembo halafu unamshautia Asa, so unajua unamjua kunishinda ama? Zi. Uliongea naye, ulimuita, sindi umamuita? Sasa nikikuacha lazima kunipigia simu tena saa.